zangu nimewaita hapa kwa jambo moja tu, ni kuhusu nyumba hii. Nyumba nataka tuiuze, kila mmoja afe na chake, kwa sababu sitaki lawama ya baadaye. Nimekaa nimefikiri, nimeona hii nyumba ni bora tuiuze, kila mmoja afe na chake. Hilo ndo la sasa. Kaka sikiliza, hii nyumba ukishaiuza, mimi nitakwenda wapi? Wewe, ah. mjinga mwanamke akosa pakwenda eh? Mtaa wote huu ukose pa kwenda we. Eh? Sikiliza. Huu mtaa mzima huu wewe ukose pa kwenda we. Eh? Utakwenda popote tu. Mimi ninachotaka, nyumba iuzwe. Kila mmoja apate chake. Ukishapata chako, utajua wewe pa kwenda. Haya si tatizo. Tatizo kwanza, usifanye kitu kurupuka tu kama jachoni. Ukae ufikirie vizuri. Je, ye, yeah, hili wazo lisahihi? Haya kama alivyosema huyu, akishawa hapa, nyumba likishauzwa, atakwenda wapi? Sikiliza. Na mtunkwao kwao ntungao usikao kukurupuka kama tukamajamvua, ukao fikiria vizuri. Sikiliza balozi, wewe ni mtoto mdogo wewe, ni mdogo kama huyu mwenzako. Istoshe nimeona jua kabla ya kuwewe kwa, ina maana nimekaa nimefikiria, nimewaza, ndio maana nikajaleta ushauri hapa. Kama baadaye litakuja kuwa ni tatizo kubwa, kama kushafikiria vizuri, hakuna tatizo. Naenda kutafuta mteja, namleta hapa, nyumba iuzwe wewe kunja kila kilicho chako halafu uhame. <coughs> Kwa <coughs> hiyo akili hapo, kichwa ni kwako. Azungua sema, akili kichwa ni kwako, hakuna kitakachoelewa. Mtafakari vizuri, nyumba isiuzwe vizu. Mimi sitaki kutanga mitaani kwa vile nyumba yetu ipo. Hilo sawa nalizungumza, lakini ndugu yangu mkubwa kashasema, hilo halipingwi. Wewe mwenyewe na roho yako, ukitanga sawa, hukutanga sawa, lakini mimi ndo nishakwambia, akili oh haipingwi oh. hiyo hiyo ni mawazo, bwana mkubwa akashayatoa, hakuna tatizo, mambo mawazo, lakini mwanzo kushamwa hivyo no siresi Thank Bwana ah, Chebe, mimi nilikufuatia hapa na mchongoao. Una mchongo, wadau wapigi. Sikiliza Chebe, msijifanye mtoto mimi nina nyumba nauza, mbona kuzunguke kuna nini sasa? Cheve, tuseme uja fahamu uja nisikia, au ndo dharau hizo Jebe? Mimi tukayone, sasa... Kwele, na nyumba nauza, kwa hiyo ninachotaka mimi, twende tukaione, tupatane bei, kila mmoja fena chake. Sasa kweli na mimi nilikuwa na shida nyumba sana ikaribu mpaka shida wakipende hichi zote t matatizo nikatumia service na, na sijui kama itawezekana kwa mkopo uchebe. Sasa kwa uchebe wajifanya wewe weni ni sasa, au sio? Ukataka kunitapeli mimi, waliona bwana mdogo, si ndio? Ukataka kunitapeli nyumba ya alafu alafu niweke mkopo. Sasa huko nkutaka nifishia heshima. Tokea lini Mr. Chebe kutapeli watu? Mena kuambia kitu kilicho kwenye sitari. Sahivi pesa zilitokewa matatizo kidogo, saa hivi sina jambo. Kwa hiyo kama itawezekana kwa siku mbili tatu hizi, hiyo wakati kwako wewe haiwezekani. Wacha nizungumke bado watu wapo. Sikiliza hii fursa, takiiacha siku tatu tu mpaka nne, hapo nakupa kipeni hicho. Sikiliza hii fursa, unaiacha wewe. Kiufupi wewe kuna pesa, wacha nikatafute watu wenye pesa. Ni kwa hiyo ndo wauka enda, analenkote pamba, hasha dau. Nimechoka. Sijui nitaelekea wapi. Sijui niende wapi. Iiro, vipi mzima? Naona umetulia mwenyewe umetulia. Hivi habari zilizoenea hapa mtaani unazo? Huzijui hizi habari zilizoenea hapa? Upo nyuma nyuma, mwenzangu. Habari zilizoenea hapa mtaani, haya kama huzijui, wenzangu, hapa mtaani imeenea kote. Kea na balozi wameuza nyumba yao, acha na baba yao mnzro, sio vibaya, ila kinachoniuma mimi kumfukuza yule ndugu yao wa kike

Kama hawana akili vile auchepe eh, upio eh. Hawakea na balozi mm -hmm. Wanaiuza nyumba yao na ndugu yao yule wa kikerau, wanamfukuza, wanamfukuza saizi atembea kama chizi tuseme tu. Ila wana akili wale aka. Mtoto mzuri kama yule sila malaika utukaumbika wamefukuza wa balozi wanjua wasikia ile sura ilivyoka. Ah! sura kama kiazi kikuu. Eh. Kumbe hajua. Lakini naenda kumfuata yule msichana sote, wakina Balozi, naenda kumtafuta msichana popote alipo, niishi naye. Ah! Utamuona yule. Utatafuta sura niweke wanted niandike pale kwamba akionekana alete kwangu, halafu mimi naishi nayo upumbavu huo. Nenda baba. Nami zero. Naona umeniita hapa. Ndio nimekuita hapa ili nikupe ushauri kuhusiana na maneno aliyozaga mitaani. Sija kuelewa, hebu nyosha maelezo. Habari gani iliyozaga mtaani? Maneno aliyozaga mitaani ni kwamba mumeuza nyumba wewe na mdogo wako Balozi, alafu mmemwachia mdogo wenu anahangaika mtaani huko, hamjui ile kama ni tatizo sasa, Minziro, mi nikuulize kwanza. Kwa mfano ukiuza isaa kuna tatizo? Hakuna tatizo. Hii kofia ukiuza ta itakuwa ni tatizo, si tatizo? Kwa nini hakuna tatizo? Ni vya kwako. Sasa kama unajua fika ni vya kwako, basi na mimi nyumba ni ya kwetu na haki ya kufanya ninachotaka. nimeiuza nyumba ile pale, nimefukuza mdogo wangu kwa sababu sitaki lawama za baadaye. Ni sawa, lakini yule ni mdogo wenu, fikiria kwanza kabla ya kutenda. Mimi nimefikiria kabla ya kutenda, nilikaa nikawaza, ndugu wangu mimi atakuja kuniharibikia mikononi mwangu, nikaamua ni mwache na mtaa. Sio nifahamu, labda nikwambie kitu kimoja kama mwana mwenzangu. Wewe mtoto wa kiume kwa nakaba baba, utaki ufuatie masuala ya umbea, hiyo mada waachia kina dada mtaani tu atangaze, kwa sababu wao hawachoki umbea, sio wewe. Wewe ni wa kutafuta jambo la kufanya la maana fanya sio kufuatilia maisha yako. Alafu mimi mi nikwampie tu hiyo mada iache kabla hatujahangaisha sisi, tuelewana sawa? Mimi nimekuita hapa nije nikupe ushauri, lakini kama umefikia huko sawa, basi hamna shida. Tufanye baadaye na siku nyingine, usinite kwa mada hizo hapa, tutakerana. Kuzi. Ndiyo nimekusimamisha kwani nyewe mnafanya mtani hamyajui ya? yapi, yapi huyajui? Leo sawa, nyumba mmeuza, na ule ndugu yenu naenda kumfukuza, mlitegemea ndekaishi wapi? Hasa ma familia yapi na wapi? ha! ndugu yangu ya kuhusu nini eh? Sii tunkana familia tunauza nyumba yetu wenyewe, ngasi yenu ya kuma nini?

Salamu alaikum. Waalaikum salam. Vipi, salama? Kwama we ouais, makaribu aya. Asante. Zabibu yupo? Zabibu hayuko, kenda chuo mm -hmm. Tayari mshapika mshapikaba? Sawa, lete habari. Ah, kuna kitu tu apa nataka kukuuliza kitu. Gani? tangu siku ndokuja hapa unaniambia mpako kasafiri anarudi, lakini mbona tangu siku hiyo sijamuona? mm -hmm. Kifupi pusumke, mimi sina amefariki kitambo na akaniachia Zabibu toka mtoto mdogo nikamlea nikamlia mpaka hapa nilipofikia. Na kwa sababu gani ukaniuliza? Ah, hivi vipi kuhusu wewe umeolewa? ana ah, mimi bado sijaolewa. huna mpenzi? sina mpenzi. Sasa unaonaje mimi na wewe kuungana ili kuweza kujenga familia na kuweza kumlea Zabibu? akajisikia kama totoengie Mbona anajinamia sasa? Hamna, ila kwanza nipe muda tu kidogo nipate kujisikia. Hmm. Hmm. Okay, sasa, mimi naomba jibu langu. Sasa okay, kwa maana shida. Bwana Balozi. Eh, eh. Ah, ama kweli ni mwa roho. Mwatajika ntaanzima. Hawa nini ukasema hivyo? Basi Balozi, wewe wa kufanya harusi bila kunambia hata mie madewe? Haya ha, ndugu yangu situfanya harusi gani? wana mpaka sasa hivi ata kachanganya hakili. Hebu funguka ndugu yangu, kuna nini linaloendelea? si ndugu yangu rohia kafanya nini mumwozesha hata kunambia? Tumozesha? basi tukumbuki kumwozesha Rawia. Yuzi kwenye pita pita zangu nankuta, kanka, na nkuta kankana chebe Nakuta wa mpaka dana wakamata na huku na huku na kwambia. Mpaka ninashindwa kuangalia <coughs> saha maana mwana ninavyojua, siwezi kufanya shughuli yoyote yote pasipu kukwambia ya madewe. Ni kweli, lakini nashangaa leo huyu kunkuja na mambo mapya. Kuna kwamba ndugu yetu sige rawi yetu tumuozesha, wakati rawi ya kankufia na maisha he. Na siya tunkufia na maisha yetu, hichu ni chuki zungumza kisa hii hii, aota karoboka tu. Sasa mena wetu na ushemegi wa kutaniana hicho kitu ni cha kweli, na kwambia ni washuhudie kwa macho yangu mawili basi. Sawa ndugu yangu, hakuna shida. Hili suala mpaka sasa hivi kusema kweli, sisi ndio watu hatujalieka kwenye akili, mimi na kaka yangu, bali mitatizo tu nitokezea ya hapa na pale, kila mtu kangofia njiaye. Lakini hili suala mpaka sasa hivi nigeni kwenye masikio yangu, wacha nikakae na nikaka, kaka nisikilize uwe ukapata nga ufumbuzi. Basi sawa, kama ni hivyo, hamuna tatizo lolote no moja kwa moja redi pasenti unachokizungumza kisa hii. Eh, atakarejesha mada huyu, nishakwambia nanshuhudia kwa macho yangu mawili, hi aolewa. Haya, hakuna tatizo, hilo suala lishafika. Menikuambia asante sana kwa kuniavya taka za mashikio, kwa sababu ilikuwa nabwetabweteka tukaboga. Ila hakuna shida, hili swala chanifata na mwenzangu, tuzidi kulitafutia ufumbuzi, si hatujausesha. Basi sawa, hamna shida baba, asante ndugu yangu. Nasiwezi fanya hivyo mekuozesha, nisikwambia tokojoka pakuwa. Haya baba, asante ndugu yangu. Sawa sawa, kashaolewa warauhiya kweli. Katika maisha yako unaishi ushe kuniona mimi nikipita kwenu hapa, eh? ushe kuniona mimi kupita kwenu hapa ni nini niliwahi ni, kuja kuonesha nyumba yako kwenu? Eh? Hapana. Ushe wahi kuniona mimi japo siku moja kuingia nyumbani mwenu? Dada unanitafuta lawama, baba unanitafuta lawama. Halafu huyo alokutia we kisirani hasa mpaka ikawa unafuatilia maisha yetu. Ni nani mbona? Unatafuta moto we binti eh? mbona eh? unakuwa na tabia za mbuzi wewe, wazee wako hawakukupa malezi wewe? Wewe unanitafuta lawama, nije nikupige, alafu nije nionekane ni mbaya kwenye mtaa. Mimi nina roho nzuri, nalinda changu, lakini unataka mimi roho yangu niifanye mbaya. Ni sawa, nyumba tumeuza. Lakini nyumba ni ya kwetu sisi, sio ya kwenu nyie au, eh? ah. Wewe shida yako unataka mimi wewe eh, yeah. Niambie kwanza kinachokuuma wewe hasa kwenye familia yako ni kitu gani? Naongea na wewe, niambie. Kinacho niumamie ni kwenda kumfukuza yule mdogo wenu. Sawa, nyumba mmeuza, wewe na mdogo wako kilichofanyanyiwe, muende mkamfukuze mdogo wenu kitu gani? Sikiliza, Hamjisikia aibu sasa ina maana hicho ndo kinachokuumiza hicho ndo kinachoniumiza kinacho mimi kwa sababu yule ni mtoto wa kike mmeenda kumfukuza mlitegemea aende akaishi wapi sikiliza dada mdogo mm. wetu sawa tumemfukuza nimependa kumfukuza mimi na nyumba nimeiuza kwa sababu nipate pesa sitaki kukaa maisha haya kuzalilika wakati kitu ninacho cha kuuza binti jiangalie mwanamke mzuri na mwanamke anavyotakiwa ni yule ambaye anakaa na wazazi wake akafahamishwa hichi kizuri hichi kibaya Sio maisha hayo unaoishi wewe ya kutanga kwenye mtaa, alafu ukaanza kusambaza maneno yangu mimi. Kwa kitu ninachoongea mimi, wewe unakichukua unapeleka kwa majirani. Hiyo tabia nitakuja kukomesha. Mbona unakuwa na tabia za kikia chambuzi? Maana kikia chambuzi kawaida yake kila sehemu kinataka, ulala, unataka usimama, unataka na kupepea pia. Wewe jitambue kabla hujatambuka mtakukutambua. Unasemaje? Sikiliza we hivi, we mi unantaka? Nakuuliza mi unantaka? Afu ushaniona mesevi na pesa na pesa za kuuzia nyumba, ndio unaanza kujitia shoboshobo. Mi sitaki shobu zako, shobo za kijinga sizitaki. Achana na mimi, achana na maisha yangu, itakuja kufanya kitu kibaya binti. Jikatae basi, hebu kuwa na utu basi, fanya kile ambacho kinakuhusu, kuhusu tu. Nikisikia tena hizo taarifa, njiani napita kila moja namusia kidole keakea, nakufata kwa mara mbili, naondoka na kichwa chako, kiwiliwili na kuachia hapa. Pesa ni zangu, za taki nipangiliwe. Maisha ni yangu, taki nifatiliwe. Nenda bwana we, eh. Pesa ni zangu, sitaki nipangiliwe. Maisha ni yangu, sitaki nifatiliwe. Kulewa kwangu mimi, ya nini usumbuke wewe? Hayakuhusu. Batani zangu mimi, ya nini uteseke wewe? Hayakuhusu. Uonga kwangu mimi, ya nini uwewe seke? Hayakuhusu. Maisha yangu mimi, ya nini unipelekeshe? Hayakuhusu. Chebe! Mpumbavu kosa kwa. Eh. Vipi? Sikiliza, sisi tumekuja hapa tunamtaka mdogo wetu. Moja kwa moja. Mdogo wenu. Mdogo. Tunamtaka mdogo wetu wenu bwana, sisi kama mwanamke ni mkeo, nisikiliza. ganga ganga cha sisi tunachotaka sisi ni, nisikiliza wala mama, muna sikiliza usifasi wa pumbavu. Naona cha sisi ni ndugu yetu hapa tu awe naye. kushapata kushapata kushapata kushapata. Sisi tunachotaka sisi, sisi ni ndugu yetu tu awe naye. Nisikiliza, mimi hapa sitaki maneno mengi hapa

Hata kama ninge na sendu guze tu unzaliwa naye huyo. Pana haja nambia kama na ndugu nye. Haja kwambia ni kwambia kampu mazika Kwa kwa chizi chizi gafla kwa kuroga. Ulia roga Ulia Rau. Umeolewa? Ndiyo, nimeolewa si uli nifukoza lafu kwa nabia nitafute pakwenda. Ni nani ali kuozesha? Ni mwuzishu na serikali. Sasa uwewe kuna uzishu na serikali. Na sito angu tutaliwe sisi mama yetu na wabetu. Haja kwa kuna ndugu yitu serikali ni siye kuna tuka mauzo na tuwa serikali itu. Wapi na wapi? Na wapi na wapi na E ah, una ndugu na serikali we? Ndio, kwa sababu nwe sio ndugu zangu. Sikiliza uwe ah. ni mdogo wangu na nifahamu uwe ni mdogo wangu. Haiwezekani serikali kuoeshaaa, haiwezekani mtu kuolewa serikalini wakati wewe bado una familia yanu na familia yangu. Lakini si nyie mlinifukuza, alafu mkaniambia mimi nitafute pa kwenda.

Ofaya ni sawa lakini, lakini, kabla ya yote, naomba tuende nyumbani. Alafu kama niyo ndoa, nakuomba tutakuja kuifunga. Lakini kwanza ndoa mara mbili na mke mmoja sijamwacha la hajafa. Cha singi baba anachonge alishapita.

Shemegi, askiliza, nishalopita lishapitaaa. Kwa moja nishalopita nishapita, huyo ndugu yenu kashaasame na mi mwamuwenu, amashemegienu nishawasame. Aa, mshemeji, kwanza mimi hapa tunakutana kwa pamoja ndani, lakini maswala kula hamuna.